Ni katika maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Wanawake yaliyofanyika jijini Arusha, Kamishna Msaidizi wa Idara ya Uendelezaji wa Sekta ya Fedha, Janeth Hiza, ameeleza kwamba wananchi wanapaswa kujiunga katika vikundi na kwenda katika halmashauri ili kupata mikopo inayotolewa na serikali kwa lengo la kuboresha hali zao za kiuchumi. Kwa ujumla, sisi katika, katika wizara na katika banda letu, wananchi wengi wamepita mahali hapa wakitaka kujua juu ya mikopo ambayo inatolewa na serikali. Wengi wamekuwa wakisema inawezekana mikopo hii haitolewi, wamekuwa na wasiwasi, lakini tumewahakikishia kwamba mikopo hiyo inatolewa na inatolewa kwa vikundi, na tumewaambia tuna sera, tuna sheria na tuna kanuni ya biashara ya huduma ndogo za fedha, ambayo kwa hiyo imeipa mamlaka uh, wizara ya fedha kupitia uh, benki kuu ya Tanzania kukasimisha na kuunda vikundi. Kwa hiyo tumeelimisha vikundi vya wajasiriamali walioko hapa kwamba inawezekana kupata hiyo mikopo, waende katika, katika halmashauri zao ili waweze kuhudumiwa. Kwa hiyo tumewaelimisha kwamba ni vizuri ujipange, unapokuwa kazini kitu gani kitakutokea, lakini si kazini, hata ukiwa mjasiriamali, tunajua utafika mahali nguvu zitaisha, ili uweze kujipanga na uwe na maisha ya amani ambayo hayatakuwa na na misukosuko na mahangaiko. Hiza ametaja mifano ya mafanikio ya vikundi vya wajasiriamali akitolea mfano Tabora ambapo vikundi vya wajasiriamali vilinufaika na elimu ya fedha kutoka wizara. Na tumefurahi kuwaona hata ndugu zetu wa Tabora, tunakumbuka tuliwahi kufanya tathmini ya kuangalia sheria na kanuni ya biashara huduma ndogo za fedha kwenda kuona utekelezaji wake, tulikutana na vikundi vya Tabora, na leo tuliviona vikundi vya Tabora vimeleta asali, vimeleta vitu mbalimbali mbali. Kwa hiyo karibuni, wale ambao mko karibu, kuna mawasiliano, tumechukua ya sehemu mbalimbali ili tuweze kupata bidhaa ambazo wajasiriamali wanazalisha, lakini tupate huduma. Na wito wangu mwisho kabisa, nitoe wito kwa Watanzania kwamba wanaposikia maadhimisho kama haya, ni vizuri kuja, kwa sababu unapokuja unajifunza na unajifunza mambo mengi sana sana sana, kwa ajili ya maendeleo yako binafsi, mwisho ukuze uchumi wako binafsi, uchumi kwa wale wanaokuzunguka. Wajasiriamali kutoka Tabora wameeleza jinsi walivyofanikiwa kuboresha biashara zao kupitia mikopo ya vikundi na elimu ya fedha walizopata kutoka Wizara ya Fedha. sana Wizara ya Fedha waliweza kufika katika mkoa wetu wakaendesha mafunzo ya ujumuishi wa fedha, lakini pia vikundi hivi tunaviona vimeweza kunufaika sana kupitia mafunzo jumuishi ya fedha na urasimishaji wa biashara zao. Leo tunaona vikundi vyetu vimeweza kuweka akiba, vimeweza kuweka akiba, lakini pia vimeweza kuendeleza biashara zao kupitia vikundi ambavyo wameunda wao wenyewe, lakini wanajiwekea akiba na wana uwezo wa kukopa ili kuendeleza shughuli zao. Mbali na hivyo, pia vikundi hivi baada ya kufanya vizuri kutokana na vikundi vya huduma ndogo za kifedha ambavyo vinaratibiwa na kusimamiwa na Wizara ya Fedha, vikundi hivi pia tumeviwezesha kupitia mfumo wa asilimia kumi, lakini pia vimejiunga kwenye majukwaa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ili waweze kunufaika na masoko na bidhaa ambazo wanazizalisha basi waweze kuzitafutia masoko kwa ujumla. Maafisa maendeleo ya jamii, baada ya kutupatia hii elimu, pia tulipata mikopo ya asilimia kumi, ambayo mikopo hiyo imetunufaisha kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa tumetoka kwenye hatua nyingine, tulikuwa tunafungasha wenyewe, kwa sasa tunanunua bidhaa ndogondogo, kwa sasa tuna uwezo wa kuzalisha, kupaki na kusambaza. Shukuru sana Wizara ya Fedha kwanza na ofisi yangu ya maendeleo ya jamii kwa kutupa elimu hii na kutufikishia elimu ya Wizara ya Fedha, jinsi gani ya kuweza kusamini fedha kuinua kipato chako kutoka hapa kwenda ku sehemu nyingine. Tulikuwa tunamiliki vikoba, tunamiliki vikundi bila kujua umuhimu wake wa kusajili, lakini baada ya kupewa elimu tumejua namna gani ya kujiwekea hakiba. Leo nikiweza kupata shilingi elfu moja naweza kujua namna ya kuigawa mia tano nikaweka hakiba, mia mbili nikarudisha kwenye mtaji, mia mbili nikatumia mahitaji mia nikapata hela ya wahitaji. Benedict Msungu, Daily News Digital, Arusha.